Injili ya Yesu Kristo ni msingi usiotikisika wa imani ya Kikristo, ni dira iliyothabiti inayomwelekeza kila aminiye kukua, kupevuka na kufikia ukomavu wa kiroho katika safari yake ya maisha hapa duniani. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 7:24 kila asikiaye maneno yangu haya na kuyatenda nitamfananisha na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Injili humjenga mtu juu ya mwamba usiyoyumba. Ibada zinazofanyika kila wiki katika kanisa kuu la New Life zimeendelea kuwa chanzo kikuu cha ufunuo na mabadiliko ya maisha yanayoonekana wazi si kwa waumini wanahudhuria ana kwa ana pekee, bali pia kwa maelfu ya watu duniani kote wanaunganishwa nasi kupitia majukwaa ya kidijitali, kama ilivyoandikwa katika Isaya mlango wa 55 mstari wa 11, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo kinywani mwangu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu neno linalohubiriwa mabadiliko hutokea. Katika zama hizi za ukuaji wa teknolojia na mitandao, kanisa la New Life limechukua uamuzi wa maksudi na wa mikakati, injili inawafikia watu moja kwa moja, sio kupitia televisheni pekee, bali pia kupitia mitandao yote ya kijamii, lengo likiwa ni kuunganisha waumini, kuwapa taarifa sahihi na kuwashirikisha kila kinachoendelea kanisani. Hii inatekeleza agizo la Yesu katika Mathayo mlango wa 28, mstari wa 19, enendeni ulimwengu kote, mkayafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa sasa tunapatikana rasmi kwenye majukwaa yafuatayo: Instagram, TikTok, X, LinkedIn, WhatsApp, Threads, Facebook. mitandao hii yote ikiwa na jina moja rasmi New Life Church HQ, yani. A, kumekuwepo na visa vya ulagai vinavyofanywa na watu wanaoendesha akaunti gushi za mitandao ya kijamii wakijitambulisha kwa jina la Pasta Ezekiel. Biblia inatuonya katika Mithali mlango wa 11 mstari wa kwanza. Mizani ya hila ni chukizo kwa Bwana. Ulagai hauna nafasi katika kazi ya Mungu. Hakuna akaunti yoyote ya kijamii inayotumia jina la pasta Ezekiel. Hakuna akaunti yoyote ya kanisa yenye namba ya simu ya kupokea sadaka. Akaunti zote rasmi zinatumia jina la kanisa pekee kwa utaratibu na uwazi. Baadhi ya akaunti gushi zilizoripotiwa ni hizi: TikTok Pasta Ezekiel Odero ikiwa na wafuasi laki moja elfu hamsini na mbili mia ine na kumi na nane. Akaunti nyingine ikiwa ni Pasta Ezekiel New Life HQ ikiwa na wafuasi laki tano elfu themanini na tano mia tisa themanini na saba. Instagram ikiwa na akaunti moja gushi inayotambulika kama Pasta Ezekiel Odero. Usitume sadaka, usitume fedha kwani akaunti hizi ni za kitapeli. Habari njema zaidi zinaendelea kuenea kupitia World Evangelism Radio. Injili inasikika kila mahali, kupitia redio ya kawaida, kupitia mitandao, kupitia video. Lengo ni moja, kukufikia popote ulipo na kukuimarisha kiroho, kama ilivyokuwa kwa Paulo katika Warumi mlango wa kumi mstari wa kumi na moja. Sauti yao imesikika duniani kote. Injili haina mipaka. Mitandao rasmi ya World Evangelism Radio inapatikana kwenye Instagram, TikTok, Facebook, YouTube kwa jina moja World Evangelism Radio. Pia tunapatikana kwenye masafa mbalimbali mbali ya redio nchini. Injili inaendelea kuenea, imani inaendelea kujengwa kila kona ya taifa, kama ilivyo katika Matendo ya Mitume mlango wa pili mstari wa 47 Bwana akawaongeza kila siku wale waliokuwa wakiokolewa. Nikiripoti kupitia World Evangelism TV, jina langu ni Levis Jilani.